Ilinde nafsi yako kuliko vyote uvilindavyo, yanasema Maandiko kwamba itamfaidi nini mtu ama mwanadamu anapoipoteza nafsi yake na kuupata ulimwengu wote? Nataka nikuambie leo, mlokole, iwe umeokoka haujaokoka, kile kitu chenye dhamana kubwa tangu kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu na hicho kitu kina dhamana kuliko ulimwengu wenyewe. Ni nafsi ya mwanadamu na nafsi yako. Ukiendelea na uh, maandiko haya utapata hata kwenye ufunuo kwamba inafanyiwa biashara nafsi ya mwanadamu, na ni mojawapo ya vitu vyenye dhamana zaidi. Hivyo iwe unajua ama haujui, ilinde nafsi yako, maana leo umejua kwa sababu nimekwambia, Ufunuo kumi na nane utaipata, ni moja wapo. Dhahabu haitoshi chochote kile, marashi yenye beiga, hakuna iwe ni shaba, iwe ni nini. Nafsi yako ndiyo yenye dhamana, itunze.